E bana, Juni tisa e, ilikuwa ina mambo mengi, miongoni mwa yale ambayo pengine labda ulikuwa uyafahamu naomba tu ni kupashe habari kwa hivi sasa ni kuwa Young Africans ilipokea wito e, wa bodi ya ligi, na imeitikia wito, na mara baada ya e, kusikiliza kile walichoitiwa, ametoka na matakwa yao kwa bodi ya ligi, matakwa yakiwa ni manne, hivyo yakitekelezwa, dabi itakuwepo. Almas Kasongo kazungumza, dabi ipo kama ratiba inavyosema. Young Africans wenyewe wanasema dabi haipo mpaka matakwa yatakapotekelezwa. Heavyweight, nipo na wewe kwa hivi sasa, nijue kwanza hali yako kabla hatujayaangazia yale ambayo e, yanaendelea katika anga la kimichezo e bana kwema. Namshukuru Mwenyezi Mungu salama bin solmin. Hmm, tuko vizuri kabisa, kwe, kabisa. Ya tunaendelea kufuatilia kinachojiri kuelekea mchezo wa tarehe 15 yes Ngoja tuzidi tu, tu, tu, tu ku, ku, kulichimba ili sakata ona, ona ili sakata unataka kusemaje? Naona eh, jinsi ambavyo linakuwa na mfukuto wa aina yake. Mara ya mwisho tumezungumza, ilikuwa ni issue ya wazee walitoka wakazungumza ya kwao hmm. lakini sasa hivi ni uongozi wenyewe wa Young Africans kwa uongozi wa bodi ya ligi. kwa jinsi ambavyo eh, Almas Kasongo ambaye ndo mtendaji mkuu hmm. wa bodi ya ligi ametoka ah, na hayo matakwa ambayo Young Africans wanayahitaji, kujiuzulu kwa katibu mtendaji mkuu uh, bodi ya ligi kuwa huru uh, unaona, uh, unaona, unakiona hili swala likienda kupatiwa majibu, na dabi kawepo kwa masharti ambayo yamewekwa kama sehemu ya mataka? Yes, kwanza kabisa uh, mimi kwa upande wangu hmm. nimejaribu kwa, kwa sababu unajua hichi ni kikao, maanake kikao ninachojua mimi ni, na kilikuwa ni kikao cha usuluhishi navyojua mimi kikao ni uh, kina, mkusanyiko wa watu ambao wanajadili mm, jambo fulani ambalo litakuwa na faida kwa pande zote mbili <laughs> sasa. Labda nikianzia hapo kwenye kikao, je, kina faida kwa pande zote mbili? Mm, kwa sababu siku zote kwenye kikao lazima kuwe kuna majadiliano. Mm, sasa mimi kwa sababu sikuingia kwenye kikao siwezi nikajua kama kulikuwa kuna majadiliano mayani, lakini kuna viashiria vya, vya kuonyesha kwamba hakuna ma majadiliano, yani hakukufanyika ma majadiliano. Kwa sababu nitasema kwa sababu gani? Kwa sababu unavyofika kwenye kikao, jambo la kwanza, kama ni cha, -cha usuluhishi, wewe usiende na msimamo wako, nenda pale ukisikiliza kile kikao kinalenga nini. Huyu atatoa lake, huyu atatoa lake, then zitachakatwa, mkifikia mwafaka ndo utaamua baada ya kikao. Lakini mimi nimekiona toka kwa mjumbe mjumbe uh, mtendaji mjumbe kwenye kamati ya utendaji wa Yanga huyu yeah. anaitwa Alex Ngai. Mm. Before hajaingia kwenye kwenye mkutano tayari kashasema hatuchezi. Sio, yaani maana yake bado still anaenda na msimamo, msimamo wa wake ule ule regardless ya nini ambacho kinaenda ku-kudiskasiwa pale. Kitu ambacho ni makosa. Mm. Mm. Sawa, eh, jambo la kwanza. Kin jambo la pili, eh, kwenye kikao mimi najua lazima of course Yanga wametoa matakwa yao, ni haki yao, kwa sababu ndo maana ya kikao mm. lakini nategemea pia kuona response ya upande mwingine ambao ndo bodi ya ligi nao watoe mm. matakwa yao, ikiwemo, je walikubaliana mm. kwa sababu mnavyotoka kwenye kikao, majibu yanatakiwa yaje ya kwamba tumekubaliana hiki, sio majibu yaje ya kwamba hawa wamesema hivi eh, eh, kwamba kamati ya eh, masaa sabini na mbili ifutwe, umenielewa mm sijui mtendaji mkuu wa bodi ya ligi ajiuzuru, mtendaji mkuu wa TFF na katibu mkuu sijui yeah, aji uh, uh, Wilfred Kidawa ambao mimi mpaka sasa hivi sielewi si kwa mantiki yake kujiuzuru ni nini nini hasa ambacho kimefanya hivyo, pamoja na tuseme hii ya mwisho kidogo naweza nikasema sawa kwamba bodi ya ligi iwe e, kam, kamati huru ambayo inaweza kujifanyia mambo yake bila kuwa chini ya kivuli cha cha TFF. Sasa e, mimi nataka niseme jambo moja, hili swala nilivyoliona mimi <laughs> Uh, hapo kwanza nicheke ni kwamba Yanga mm. walikuwa na na tatizo na bodi ya ligi mm. kwa muda mrefu sana naweza nikasema mm. ila bodi ya ligi alikuwa hajaingia kwenye kumi na nane za Yanga. Sasa safari hii bodi ya ligi mm. ameingia kwenye kumi na nane za Yanga, siwezi nikasema ameingia kwenye kumi na nane za Yanga, siwezi nikasema hivyo moja kwa moja ila ehe, ila kuna muda walikuwa wana uwezo wa kujitoa kwenye huu mtego hmm, lakini wanazidi kujibwidika kwenye ule mtego. Sawa, <gripis> okay, nitakwambia kwa nini, umeelewa. Sakata hili lilianza kwa kuahirishwa mchezo wa dabi tarehe nane, si ndiyo? Yanga waliambiwa kwamba hii dabi inaahirishwa kwa sababu ya viashiria vya rushwa pamoja na u, u, usalama u, u, u, u, <gripis> sasa, Yanga walikuwa, jambo la kwanza walipaswa kusubiri so, kwa kwanza ili kuleta sasa, pale ilikuwa ni tayari kwamba kwenye kum, zile kumi na nane tuseme angeweza kujitoa yule, yule bodi ya ligi kwenye hii kwenye hii kumi na nane angeweza kujitoa kwenye hii baada sasa kas kasha amua mm. Bodi ya ligi wakaja wakafanya jambo la msingi kupanga tarehe nyingine ya, mm. ya mchezo, mchezo Yanga wakaendelea na msimamo, amejiingiza tena kwenye kumi na nane za Yanga huyu bodi ya ligi kwa kusema kwamba wanahitaji kikao cha usuluhishi, manake wanataka kudekeza mm. kwamba wameshindwa kukomalia kwenye msimamo, kwa hiyo wameacha klabu ndio ikomalie msimamo dhidi ya mamlaka hiyo, tayari umejiingiza kwenye kumi na nane kwa hivyo eh, mimi sitaki kuwa kwenye nafasi ya kuzungumza nini watakachoamua bodi ya ligi. By the way, kama wakiamua kufata matakwa ya Yanga ni maamuzi yao, lakini maanake kile kikao kilikuwa kina maana, kwa sababu haya mambo Yanga hawajazungumza leo, walizungumza since mechi ime- imeghairishwa, na hata malalamiko yao yalienda kas kwamba hawana imani na bodi ya ligi, hakuna reference hakuna kifungu chochote cha kanuni kinachoweza kupinga bodi ya ligi wala nini. Wao wamelalamika tu ile curve curve. Wakashindwa kesi. Kwa hiyo, kile walichokipeleka ni yale yale, hakukuwa na majadiliano si yani, hakukuwa na majadiliano ni yale yale Yanga ambao walikuwa wanalilia ndio yale yale ambao wamepeleka sasa. Kwa mfano ikatokea bodi ya ligi e, ikasema basi sawa, sisi tutafanya kama ambavyo Yanga wanataka kuna mambo mengi naweza nikafikiria kwa mfano, naweza nikaona kama mtego kama ambavyo Yanga walisubiri siku bodi ya ligi wajae kwenye kumi mm. na nane na bodi ya ligi pale wataweka kinyongo, watamsubiri siku yoyote Yanga ajae kwenye kumi. Na kwa hiyo sasa tutakuwa tunaendelea kushuhudia ligi ambayo Yanga na bodi ya ligi wanawindana <laughs> kwa sababu mimi of course, kwa sababu ikitokea bodi ya ligi wamefuata haya matakwa mm hili jambo litakuwa la muda mrefu sana, yani litaathiri ligi kwa muda mrefu sana. Na tukwambia, kwa sababu hii swala litazungumzwa na nini na nini, na mwisho wa siku vilabu vitakuwa na ujeuri, especially Simba na Yanga, maana vingine vitapigwa tu rungu, vinakaa pembeni, hizi Simba na Yanga. Kuna siku Simba naye, kuna jambo halitomfurahisha, atataka bodi, yani naye atatoa instruction bodi itoke, kama alivyotoa instruction Yanga, kwa sababu hatuwezi tukaendeshwa na na na na na na eh tukaendesha ligi ambavyo vilabu vinaweza vikawa na mamlaka ya kuamua nani aingie kwenye bodi, nani atoke. Kwa sababu anaweza kaingia mtu mwingine kwenye bodi ambaye atakuwa upande wa Yanga, Simba wakawa hawampendi, mwisho wa siku Simba nao wataingia, wataweza kuingia kwenye 18 wataanza kutafuta namna ya ku ya kutafuta excuse ya kuamua hicho kitu, reference itatumika kupitia sakata hili la la Yanga. Hilo jambo la kwanza, lakini jambo la pili ndio ile ndio kwambia sasa, bodi ya ligi siamini kwamba hata kama watafata ya matakwa roho yao itakuwa nyeupe. Siamini, siamini, yaani lazima tu itaendaenda, kwa sababu of course tayari kuna channel wale viongozi na nini wana bondi lao na wamarafiki zao chini na nini ambao wanaweza wakaja. Eh, mwisho wa siku Yanga naye atakuja ataingia ingia atakuja kuingia kwenye kumi na nane za bodi ya ligi, naye atakutana na jambo zito. Kwa hivyo mimi maoni yangu ya mwisho ni kwamba, kwa haraka haraka tu kwamba mimi nafikiri bodi ya ligi wawe unajua ulaya unaweza ukamkosoa mzazi ukamvunjia mm. heshima na nini kwa sababu kuna vihaki vya haki zao zile za, za kibepari mamlaka ni bodi ya ligi yanga ndo mtoto Yanga bodi ya ligi ikichutama iki na ikafata yale matakwa ya Yanga, automatically bodi ya ligi imejivua nguo. Sasa mimi kwa upande wangu si, nikiona kitu kama hicho mimi mwenyewe nitaona kweli bodi ya ligi ilikuwa dhaifu. Lakini kwa jinsi ambavyo eh, CEO mwenyewe wa bodi ya ligi Almas Kasongo ameeleza jambo lenyewe, hauzioni kwamba eh, zipo dalili za wazi kwamba mpaka sasa jambo limewapalia. Ndio maana nikasema, kwa sababu mkutano ulikuwa uje na solution ya pande zote mbili sio, Yanga aende sasa. Yani hey, hey, sasa kikao kimefika katikati, sisi ajenda yetu tunataka mtendaji mkuu wa bodi ya ligi atoke, sijui katibu mkuu atoke, masaa sabini na mbili hichi tu basi sasa hiyo sio discussion hiyo ni amri we unaenda kutoa amri kwa bodi ya ligi sasa bodi ya ligi kuna mawili kasi wamewapeni nyi ushindi sasa ni either nyinyi muonyeshe mu, mu, mu, mu, mu, mu, kwamba kasi hawakuwa sahihi kuwapa nyinyi ushindi na kupanga tarehe zingine za ligi na ratiba zingine kwa sababu baada ya kasi kwenda mimi sikuona kama kuna haja tena bodi ya ligi waanze kutoa sijui, e, ile kwamba ripoti kulitokea nini tarehe nane sijui nini kilitokea nani, kwa sababu tayari huyu ambaye alikuwa analalamika alitoka kwenda kwenye steji na ufata pasina kusikiliza mamlaka ndani inafanya nini, na tayari washasema hawana imani nao kwa sasa. Ku, alivyoenda kule alivyoshindwa, tafsiri yake ilikuwa jambo limeshaisha. Sasa kitendo tena cha kutoka bodi ya ligi kwa instructed na yanga kuamua ichi kufanya ichi, mimi naona kwa upande wangu ni kujipotezea muda, umeelewa? Kwa hivyo mimi naendelea kusema mimi nategemea kuona bodi ya ligi inashikilia msimamo wake, na sijui mm. nini hasa kinachowafanya mpaka wanakuwa na wasiwasi mpaka waku, waku, waku, waku, waku, yani kujaribu kujishushashusha na nini, umeelewa? kanuni zi, kwa sasa kama zile kanuni za mtu ambaye anagomea mchezo zilikuwepo, kulikuwa kuna haja gani? kulikuwa kuna haja gani ya, ku, ya, ya, ya, ya, ya kutungwa yani. Kwanini yani, kwanini zitungwe hizo hizo kanuni yaani kwa nini zitungwe hizo kanuni? yaani ndio unajiuliza, yaani kwa nini zitungwe hizo kanuni? swali so, langu la mwisho na naomba jibu liwe ndio au hapana eh: ni dhairi shaili Simba na Yanga wao ndio wanatawala mamlaka ya mpila, wana uwezo wa kuamuru nini kifanyike na nini kisifanyike? ah, of course eh, kwa hichi kwa ambacho unakiona eh, na historia zinavyoonyesha hmm. miaka nenda miaka rudi bodi ya ligi ni kama kivuli tu kwenye hizi timu za Simba na Yanga. mm -hmm. kwa hichi na safari hii hili ndo kubwa kuliko mm -hmm. kwa sababu siku zote ukimchekea kima utavuna, mm -hmm. sasa, ukimchekea utavuna mabua. E, ndo wote hao nyani kima wote ni jamii moja wote hao wanakula sana mahindi. Sasa kinachoelekea mimi nachoona bodi mm -hmm. ya ligi wanaenda kuvuna mabua mm -hmm. Sasa hivi bodi ya ligi wanaenda kuvuna mabua na wakifanya ili jambo mm -hmm. Yaani, wataacha wataacha kovu kubwa sana kama alivyotoka kusema mm. Sio la siku moja kovu, kovu la muda mrefu kovu. Sasa wana choice wao, mamlaka ionekane iko ngangari mm. Au wachutame Yanga aonekane ndo mtawala kwenye soka, kwa sababu of course kama anaamua kitu yeye peke yake against vilabu vingine kumi na tano kwenye ligi <laughs> manake sijaona kama kuna klabu nyingine yoyote mm ambayo ilijitokeza ili, ili, ili, ili kwenye hili sakata au kujaribu kuunga mkono kwenye sakata kama, hili sijaona. Kwa hiyo kama itatokea Yanga anataka nani aingie kwenye bodi ya ligi, nani atoke labda fulani... mm. hata ah. Sasa sioni kama kuna nini kwa sababu maybe labda bodi ya ligi wangetoa kura za maoni, vilabu vingine viulizwe, vi, vi navyo kama vina, vina mapendekezo ya mabadiliko, kwa sababu hatuwezi tukabadilisha structure nzima pamoja na kuvunja baadhi ya vipengele vya katiba kwa sababu ya Yanga. Umeelewa? Mamlaka ina kazi gani? Mamlaka ina kazi gani? Vipi siku Simba, si vipi siku Simba na yenyewe ikaja na mapendekezo yake. Ah imeteuliwa. Kumefanyika mabadiliko, kateuliwa labda mtendaji mkuu wa mpito, kateuliwa katibu mkuu. Baadaye Simba nao wakaja wakasema bana hatuna imani nao. Yaani hatuna tu imani nao. Yaani wewe hatuna na sisi imani nao. Vipi? GSM anadhamini vilabu zaidi ya vitano. Tayari zimekuja stetesi kwamba mm. kwa ili swala la udhamini wa vilabu zaidi ya mmoja vinataka kufu. Mm. Sasa, kama mlikuwa mnajua ni kosa kwa nini Yanga akanufaika ndani ya misimu kadhaa umenielewa? Mm. Sasa ndio hichi ninachokisema kwamba mwisho wa siku bodi ya ligi inabidi ifanye mambo kama mwenye mamlaka. Vilabu vifate, kwa sababu by the way hizi zikatiba katiba ambazo leo Yanga anazipinga umenielewa? Mm alikuwa na nafasi alikuwa na mjumbe wakati wa kuwakilisha maoni ambayo yanapaswa kuingia kwenye katiba, si ndio inavyokuwa? Sasa ina maana wakati katiba inatungwa, mbona walikuwa hawajajua kwamba hii katiba iko ina matatizo gani, umeelewa? mm. Kwa hiyo ina maana unavyoenda, kwa mfano kama hicho kipengele cha kamati ya masasa sabini na mbili kuvunjwa, automatically ni kitu ambacho kipo ndani ya katiba mm. Kwa sababu ile ndio inaendesha ligi, umeelewa? Sasa kuvunjwa, manake hadi kwenye katiba pale maboresho yafanyike hii TFF bodi ya ligi kuwa chini ya TFF kufanyika mabadiliko, kiwe chombo huru. Maana yake kwanza, ili swala linabidi turudi kwenye katiba pia, kwenye kipengele cha katiba ki, kibo, ki, ki, kirekebishe hilo swala kwa sasa. Wakati katiba inatungwa, Yanga walikuwa na wawakilishi wao ka, katika miongoni mwa zile protokoli za kufuata pindi ambapo eh, katiba ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, inatungwa, maana yake lazima kuwe kuna wawakilishi wa vilabu wapitie. Sasa kama yote yamefanyika, Leo kwa nini analalamika? Na kwa nini walalamike dhidi ya Simba? Sawa basi hauna imani na bodi ya ligi. Bodi ya ligi inaendesha ligi, sio mechi za Simba na da, na Yanga tu. Ligi nzima. Mm. Kwa hiyo na maana ulitakiwa basi kama una malalamiko ugomee ligi, sio mechi moja. Mechi zingine hapa katikati kacheza, mm, si ndio? Mm. Kwa nini mechi hii tu ndio waseme kwamba e, ligi si watu chezi mpaka ifanyike hivi fanyike hivi? Mimi nafikiri Heavyweight eh, tuweke nukta alafu tusubiri tuondoke na kauli ya eh, CEO anayetakiwa kujiuzuru, maana muda anasema matakwa ya Young Africans, yeye eh, eh, pia ni miongoni mwa lile takwa mojawapo kati ya yale manne ambayo yamezungumzwa na Young Africans. Tumepata wasaa mzuri wa kuzungumza naye, unaweza ukamfuata kwenye mitandao ya kijamii kwa jina la Heavyweight_dullah. Kwa hapa tunaweka nukta, tutakufungulia ukurasa wengine, upate kuyajua mengine mengi kuhusiana na mpira huu huu wa miguu.